Nikukaribishe kwenye mazungumzo machache sana ambayo nitabahatika kuongea leo. Kwanza niombe radhi, jana tulifanya mazungumzo, huenda nje ya uwezo wetu sikusikika vizuri. Naamini leo naweza nikasikika vizuri kwa hiyo niliyoyazungumza jana inanilazimu ni niyarudie tena leo ili waliokuwa wanapata tabu kunisikiliza waweze kujua T.R. Msigwa alikuwa anakusudia nini. Muda mfupi kutoka sasa, kuna mtu nilikuwa nazungumza naye, anaambia hakuna kitu kibaya kama kuwa na uvivu wa kufikiri. Afrika imebaki hapa tulipo leo kwa sababu ya uvivu wa kufikiri, hakuna kitu kingine, tuna kila kitu. Kuna nchi nyingi mi nimekwenda Eh, wana vitu vidogo sana, lakini wana maisha mazuri sana. Sasa lengo langu sio huko, lengo langu ni kuanza na kauli ya mtu niliotoka kuongea naye kwa dakika chache, tuache uvivu wa kufikiri. Lakini jana nilizungumza maneno machache sana, kama nukta tatu hivi. Ningependa nizikariri tena au nizirudie tena nukta hizo. Nukta ya kwanza ni kuweka wazi na hatuweki wazi kwa sababu tunapenda tu. Hapana, wakati tunazindua 4A9 tulizindulia Zanzibar, uwanja wa Jitimai, lakini kabla sijafanya kazi yote Zanzibar, nilikutana na wazee wa Kizanzibari akiwemo mzee Septi, Mungu amuweke mahala panapostahiki, aliniambia mwanangu, naijua Zanzibar una nia njema unafanya mambo mazuri, lakini kwa jinsi ninavyowajua wazanzibari wenzangu ambao ni ndugu zangu watakufanyia mambo ya ajabu sana. Hebu tuende, nikupeleke sehemu sehemu. Akanipeleka sehemu nyingi sana, moja ya sehemu alionipeleka ni kwa mfamasia mkuu wakati huo, alichonishauri na mimi nikaheshimu ushauri wake. Aliniambia, T.R. Msigwa, anayekuja kwako lazima ukubali kupiga picha yake, lazima aandike maelezo yake na asaini. Kabla hajala dawa, aandike kisha asaini, baada ya kula dawa, aandike kisha asaini. Siku zarau usia huo au ushauri huo au mwongozo huo, kijana mmoja ambaye ndiye alionipa challenge, wengine wote ni usutwa usutwa tu. Kijana huyu ni Shia yeye, aligharamia watu hamsini kwa pesa yake mfukoni, akawachukua ndugu zake wa Zanzibari kwa gharama zake, kuwatoa Zanzibar kuwaleta Dar es Salaam, kwenda na kurudi, ili wafanyiwe vipimo ilivyovuja hiyo, watu walivyoanza kusema kumtangaza Msigwa, nilikuwa nikitumia redio adhana Zanzibar, jina langu likawa kubwa sana Zanzibar. Watu wakaingiwa choyo, wakatengeneza fitina nzuri sana, lakini waliotengeneza fitina hiyo walikuwa wanalipwa kadhaa kiasi kadhaa cha pesa, lakini wakati wanakaa kikao cha kunitengenezea zengwe kati yao wakasema, tunafanya makosa makubwa sana mtu huyu anafanya kazi ambayo sisi imetushinda, tena kazi ya wazi, malipo yake ni kumfanyia uadui huu tunaotaka kuufanya. Walikuwa wachache, hawana nguvu, lakini mmoja kati yao ambao ni akanipigia simu, T.R. Msigwa, tumeandaa uadui huu, huu na sasa hivi kesi hiyo imeshafika mezani kwa waziri wa afya wa Zanzibar kipindi hicho. Bahati nzuri, namba ya waziri wakati huo ninayo, niliwahi kumtembelea kuzungumza naye, akanipa namba yake. Nikampigia simu nikamwambia mheshimiwa, kwenye meza yako kuna barua ambayo inazungumza moja, mbili, tatu. Alishtuka sana akamwambia, umejuaje? nikamwambia katika watu wabaya hakosi mwema, na hichi ndio kilichotusaidia. Kwa sababu nimeitwa sehemu zote muhimu, nilichotoa ni kile kilichofanywa na yule Mzanzibari ambaye anaitwa Shihabu, rafiki yangu sana, ndugu yangu sana ambaye yeye ndio alidhamini watu wale. Kwao nilipokwenda na nikadhihirisha ushahidi ule, wakaona haya Mzee Septi alikuwa hajafariki akaniambia, unaona mwanangu, hawa ndio wa Zanzibari. Ningelipinga ushauri wake, ningeingizwa kwenye janga kubwa la kuwashawishi watu wasitumie ARV. Wenyewe wanadai TR Msigwa ndio mwene ushawishi mkubwa na kuwafanya watu wasitumie ARV, na ni kosa kubwa. Lakini kumbe waliwapa watu pesa waseme hivyo na waandaye hayo kila waliomtaja nilitoa picha yake na cheti alichopimwa na sehemu hospitali aliyopimwa na mdhamini aliyomdhamini. Kwa hiyo tokea hapo niliendelea kukutana na viongozi tofauti tofauti, <coughs> waliofurahi na kuna waliokuwa na ukakasi, na ukakasi ulikuja kwa sababu ya wivu tu, si kitu kingine. Ndiyo maana kila ninachokizungumza kuhusu swala la VVU na rekodi na nikirekodi, tusipate tabu kutafuta ushahidi, upo live YouTube, uko live TikTok, uko live katika mitandao yangu yote ya kijamii. Lengo ni nini? Hata unapotaka kutengeneza fitina, lakini ijulikane Msigwa aliyasema haya, haya hakuyasema Unapotengeneza zengwe lako, ujue kabisa hili tunafanya kwa sababu ya roho yetu mbaya, kwa sababu ya wivu, kwa sababu ya mtazamo finyu, tunaamua kumfanyia uadui mtu ambaye hana uadui na mtu, na hana chuki na mtu. Anoyafanya ni sisi, tumeshindwa kuyafanya na tunalipwa kila kitu, anayafanya mtu asiostahiki, na anayafanya kwa ufanisi zaidi. Kwa hiyo wito wangu ukiona e, T.R. Msigwa e, kile anachokizungumza kitakwenda hewani kwenye mitandao. Kuna waganga wengi kwelikweli, wengine wanavunjia na heshima walivyokuwa, wengi wamejaa kwelikweli, kuna ARV zipo nyingi kwelikweli. Usiangaiki na T.R. Msigwa kwa sababu so, T.R. Msigwa anafanya anachojua na anajua anachofanya kitu siwezi kabisa kufanya, kutoa jina la mtu siwezi kufanya hivyo hata kidogo, kutoa sura ya mtu siwezi kufanya hivyo hata kidogo. Lakini mazungumzo ya mahojiano ambayo mimi namuuliza mgonjwa kwa nia njema, kuyapeleka katika mtandao wangu, sidhani kama kwangu ni kosa. Ikiwa kwako ni kosa, hebu tafuta wale ambao si kosa wakusaidie lakini kwangu tunafanya hivyo kwa sababu ya usalama wetu. Ugonjwa huu una miaka takribani arobaini, zaidi ya arobaini. Kasi niliokuwa nayo uwezo niliokuwa nao, wanasayansi wa Tanzania uwezo huo hawana. Waganga wa tiba asili, tiba mbadala na waganga wa kienyeji uwezo huo hawana. Badala ya kujifunza, wanabaki usutwa tu ambao hauna kichwa wala miguu na fitina kwa nimeyasema haya, ujue kabisa ukija kwa Msigwa, ujue kabisa hata ukimpigia simu yake ya mkononi inarekodiwa, na kwa lengo jema kabisa. Kama hawa walipewa pesa bure, walipewa dawa bure, nao walihongwa pesa kidogo, laki nne, wakageuka. Yule aliwasaidia, wakakataa, hawakujua kama eh, walighafilika kuwa walipiga picha na walisaini maelezo na video nilichukua kwa. Tunafanya haya kwa nia safi kabisa, si kwa lengo la kumdhalilisha mtu au kutoa aibu ya mtu. Hapana, mimi imani yangu inanikataza kabisa jambo hilo. Naamini ukimstiri mtu Mungu atakustiri, ndio imani yangu madhubuti juu ya jambo hilo. Kwa hii ni nukta yangu ya kwanza ambayo nilizungumza jana, kwa sababu za kiufundi haikuwa salama, lakini leo nimeona ni vyema nirudie kauli hii ili watu waelewe T.R. Msigwa dhamira yake ni nini na analenga nini. Kwa hiyo hii ni nukta yangu ya kwanza, lakini nukta yangu ya pili ni kuendelea kuwasihi wanaonifuatilia kwenye mitandao. Dada wengi wanaokuja, wananionyesha picha ya binti fulani, huwa ananizungumzia T.R. Msigwa. Niwasihi msipoteze muda, kwa sababu mti wenye matunda ndio unaopigwa mawe na nguvu yangu inadhihirika wazi, ninachokionyesha kwenye second line ya kwangu mimi. Anaotaka kunizungumza mimi, nguvu hiyo aitumie kuimarisha anachojua yeye au anachofanya yeye ko. Siwezi kupoteza mwelekeo kwa kumzungumzia mtu ambaye hajafikia hata watu elfu mbili. Hata angekuwa na watu elfu arobaini siwezi hata kumfikiria kwa sababu najua nilipotoka, najua nilipo, najua napoelekea. Sichokozeki kwa sababu najua ninachofanya ni kitu gani. Ule muda anaopoteza kunizungumzia mimi, angefikiria namna gani aboreshe taaluma yake ya majani ya baharini na kadhalika, ili aweze kusimama imara, kwa sababu wagonjwa ni wengi sana. Tiara Msigwa mwenyewe hato waweza wote, kwa sababu nguvu ya Tiara Msigwa inawavuta waliokuwa Afrika Mashariki na sadek kwa jumla na nje ya sadeki kwa jumla. Napokea wageni kutoka mataifa tofauti tofauti, wanaofuatilia wanaosikiliza YouTube yangu na mitandao ya kijamii. Ni wasihi e, usifikiri wagonjwa ni wapumbavu hata kidogo. Ukifikiri hivyo unafikiri makosa. Wagonjwa si wapumbavu hata kidogo, ni imetokea tu amekutana na Eh, kadhia hiyo anatafuta ufumbuzi huo, kwa hiyo inamfanya ahangaike kutafuta suluhisho. Ndio maana anasikiliza kila anayemsikiliza, anaona yupi anafaa kumfata, yupi hamfai kumfata. Kwa unapozum, unapomzungumza Msigwa, wewe unafikiria unamkomoa kumbe unaendelea kumzidisha, kumpeleka mbele zaidi, kwa sababu anapata nafasi ya kupima anachokizungumza Msigwa ni kipi, na anachozungumza huyu ni kipi? Kwa hiyo anaelewa na anachukua hatua madhubuti. Ndio maana kwenye mitandao ya kijamii nina watu wengi wanaochunguza na kunipa taarifa leo. Eh, ukitizama hata meza yangu ya ofisini, kuna watu wanatumia vipimo hivyo navyoviposti, wanavipiga picha, wanaandika wao, hawaweki video kwa sababu T.R. Msigwa huzungumza hata wakiediti wanaficha vitu kadhaa, na haya yote naelezwa na wagonjwa, wananiletea. Bwana fulani anafanya hivi, fulani anafanya hivi, na wanawatembelea wote, wananiletea ripoti hizo. Ni wasihi kabisa ndugu zangu mnaonifuatilia na mnaonitizama kwa umakini, msihadaiki na msipoteze muda wenu. Wameshindwa maprofesa wao, wameshindwa watu wengi kwa sababu hoja ni kwa hoja, tafiti ni kwa tafiti. Leo naonyesha kwenye TikTok, kwenye YouTube, naandika m moja, kwa maana mtu mmoja, naandika m mbili, tatu, nne, ni namna gani naweza kumsaidia mtu kwa muda mfupi akaondokana na kadhia ya mistari miwili na akabaki mstari mmoja. Maana yake nini? maana yake tunafanya uchunguzi wa kutafuta ni yupi hatu kumsaidia, ili tumsaidie aweze kufurahia faida au tunu ya Mtanzania mwenzake aliyokuwa ndani ya bara lake. Inawezekana akatumia 4A9 hajapata mafanikio anayokusudia kwa kutumia vipimo sawa, sio vile vipimo vya elfu mbili mbili ambavyo vinapima magonjwa mengi ya zina elfu tatu. Hapana, kwenye kipimo kizuri mtu wa namna hiyo tunamtafuta, ili tuone tulikosea sisi au alikosea yeye. Ndio maana nimetangaza ziara, nitakwenda Mombasa, nitakwenda kwa ndugu zangu wa Zanzibari, nitakwenda Mbeya na mikoa kadhaa eh, takriban kwa uwezo wa Mungu, tunaomba tujalie tufike mikoa mitano au sita. Naamini kama mtu yupo katika mkoa huo atakutana na Tiara Msigwa, tutazungumza naye, tutaona kama kosa liko kwetu, tutalitatua hapo hapo mbele yake na tutaendelea na hatua zingine. Na hichi nilichokifanya huko nyuma, nilitumia redio Pambazuko wakati tunakusanya maoni. Tumekusanya maoni takriban miaka kumi na tatu, na kila tulipokusanya maoni tulikuwa tunapeleka sehemu husika, ili waone tunachokifanya kabla hata dawa hazijasajiliwa tulikufanya hivyo. Tulianza kibaoni e, tukaenea bonde lote la Kirombero na tulitembea nyumba hadi nyumba mtaa na mtaa takribani miaka kumi na tatu, na ushuhuda huo tukaupeleka YouTube na tukawapa wakubwa wenye mamlaka. Hapo ndipo nilipoanza kufungua mahusiano mema na viongozi wa ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, na nimealikwa takriban ni mara tatu katika jengo jeupe liliokuwa jijini Dar es Salaam Magogoni, kwa sababu ya hicho nilichokifanya. Ni mwendawazimu peke yake ndio anaweza akaninyooshea kidole, kwa sababu haoni nilichofanya nini, lakini tukikaa mezani e, ile taswira au ile sura ya kujikunja inakunjuka na anaanza kujifunza kutoka kwangu kutokana na kile nilichokifanya kwa hiyo lengo la nukta yangu ya pili ni kuwasihi, na msipotezi muda kunipa ripoti za watu ambao hata mambo kadhaa hawayajui na wapotezi muda kufikiria yao, wanapoteza muda kumzungumzia T.R. Msigwa. Kwa hiyo nawasihi, muda huo sina na sinto mjibu yoyote, kwa sioni wa kufanana naye, sioni na hili nadhihirika mimi nikiweka kipimo au kipindi dakika kadhaa kwa masaa nane kisha tembelewa na watu chungu nzima, au wengine tukitizama kilipu zao ni kichekesho. Kwa hiyo sintopata muda wa kuwazungumzia na wala sinto muda wa kuwafikiria. Kwa hiyo ikikupendeza kuniletea nitafanya nini, nitasikiliza, lakini sinto mjibu mtu, kwa sababu najua nilipotoka, najua nilipo, najua napoelekea alafu unaujua mtandao mkubwa wa ugonjwa huu vizuri sana nje ndani. Kwa hiyo siwezi kuyumbishwa au kuwa, sipoteza muda wa kuzungumza na watu ambao kwa kweli uwezo wao wa kufikiri ni mdogo, wameanza taaluma muda mfupi, hawana miaka ya kutosha, hawana uwezo wa kutosha. Siwezi kabisa kupoteza muda wangu kuwazungumzia hao. Kwa hiyo hii ni nukta yangu ya pili katika mazungumzo yangu ya leo, ambayo niliyazungumza jana. Imenilazimu leo niyarejee, ili walionisikiliza jana kama hawakunipata vizuri, wanaweza wakanipata sasa. Lakini tuendelee kutoa wito, kama kuna mtu ambaye ametumia 4A9 ni vyema akanitafuta, tukazungumza. Na tukafikia kwenye lengo ambalo ni zuri zaidi, yeye akawa huru na sisi tukaendelea kuwa huru, tukaendelea kufurahia kile ambacho tunachoweza kusema. Lakini haya ndiyo lakini nukta yangu ya mwisho ambayo si, sintoizungumza sana, kama dakika tatu nne, ili niweze kumaliza mazungumzo yangu ya leo. E, tunayafanya haya kwa sababu moja tu, kwanza kudhibiti pesa zetu kutoka nje ya mipaka yetu. Kuna dawa nyingi zinatoka kutoka mataifa mengi duniani zinakuja kuuzwa Tanzania, na nawasaidia wengi ambao wametumia dawa nyingi ambazo zinazotengenezwa na wenzetu. Mwingine wameharibika miguu, wengine pua, wengine kadhalika, vitu vingi vinawatokea ndugu zetu wa Tanzania. Lakini tunapoonesha 4A9 maana yake tuna uwezo wa kujitatulia matatizo yetu wenyewe katika matatizo ya afya, ili kudhibiti pesa zetu zisiende nje ya mipaka yetu. Kwa mfano, naambiwa T.R. Msigwa, kuna dawa ina imegundulika South Africa, lakini sio South Africa tu. Huko nyuma kuna dawa iligundulika Irani, kuna dawa iligundulika Ujerumani. Kila nchi inajitahidi kutafuta suluhisho, ufumbuzi wa tatizo la kiafya linaowakabili raia wao lakini ikiwa ni Mtanzania unataka kwenda India au unataka kwenda China, unataka kwenda wapi? Maana yake kama ulilima korosho au ulilima mpunga na kadhalika, ile pesa yako inakwenda kumnufaisha Mchina au Marekani au Mwingereza na kadhalika. Ndio maana wenzetu wako kwenye mvutano mkubwa wa kiuchumi. Kwa hiyo kama tunaonyesha lengo, tunawashawishi wa Tanzania wapanue wigo wa kufikiri, watoke nje ya boksi ili wafanye vitu vinavyoweza kuwasaidia wao na ndugu zao katika bara la Afrika. Ndio maana tunafanya hivyo. Kwa watu wote hawatu kukubali, hapana. Ndio maana leo kuna Wakristo, ndio maana leo kuna Waislamu, ndio maana leo kuna watu ambao hawaamini Mungu. Kila mtu na mtazamo wake, lakini ni vyema ukafanya unachojua na ukajua unachofanya. Kuna ni jambo muhimu sana ambalo sisi tunalifanya ni vizuri zaidi watu wakalijua hilo, lakini kubwa zaidi ni kuendelea kushawishi kitaaluma kuwa inawezekana kutumia mali asili yetu au vitu vinaotumika ambayo viko Tanzania, kumpa manufao au tija mtanzania ambayo yuko ndani ya Tanzania. Kwa ukichunguza au ukipita katika mitandao yetu, unaona kabisa kuna elimu inatoka, na ndio tunachokifanya. Usifikiri tunazungumza tuna tu. Hapana, tunathibitisha tunachokifanya. Lengo ni kuwashawishi watu waweze kupanua wigo wa fikra, ili waweze kutatua changamoto zinazotukabili au zinawakabili ndugu zetu wa Afrika, waondokane na changamoto hayo hizo ili waendelee vizuri. Maadui ni watatu waliotuachia Mwalimu Nyerere, ni lazima tujiulize, tumewakabili kwa kiwango gani? Tumetatua matatizo hayo kwa kiwango gani? Usifikiri watu wote wana kipato rafiki. Bwana mkubwa mmoja alikuwa anaongea bila hofu kabisa, anazungumzia gharama za masuala ya moyo. Lakini mimi kuna mtu alikuwa yuko hospitali ambayo nilikuwa namfuatilia, kakaa takriban wiki moja, akatumia zaidi ya milioni tatu. Huwa anajiuliza mtu huyo ana uwezo huo? Yule mtu ambaye hana kazi, yule mtu kwenye mazingira magumu mwenye kipato kidogo, likitokea janga hilo, anawezaje kupambana nalo ipasavyo? anavyotumia tunavyotumia mitandao ya kijamii, maana yake taarifa itamfikia, na huko mbele tukiimarika vizuri, ni lazima Watanzania wajivunie dawa iliyotengenezwa ndani ya taifa lao, ambayo inakwenda kuwasaidia kuliko kitu kingine chochote. Na ukiandika ushuhuda wa 4A9 kwenye YouTube utaona watu tofauti wenye maradhi tofauti tofauti wakithibitisha kuwa wamenufaika baada ya kutumia 4A9. Ukitizama Chita, tizama Mbingu, ukitizama Mgeta e, na Mawala, sehemu nyingi sana ambayo tumepita kutafuta huku tukitumia redio Pambazuko. Kwa hiyo haya nimependa kuyasema, nimepata nafasi hii chache ya kuyazungumza haya. Kesho ni siku nyingine. Naamini kwa uwezo wa Mungu tutazungumza mengine, na wakati ukifika. Watu wengi wanataka kujua, Tiara Msigwa anakuja lini Mombasa? E, Tiara Msigwa anakuja lini Zanzibar? Tiara Msigwa anakuja lini Mbeya? Mimi mwenyewe sijui nitakuja lini, lakini naamini, namwomba Mungu anijalie niweze kufika wakati huo utakaojaliwa na Mungu kufika ili tuzungumze lugha ninayoitumia tuzungumze na Tiara Msigwa. Ili uzungumze nami, ni lazima tupitie mawasiliano ya simu, au uko karibu, unaweza ukaja kwenye maktaba yangu Magomeni, 0752819047 au 0713646691. Unaweza ukatumia namba hizi kunitafuta, nami nitazungumza nawe ili tufikie katika lengo ambalo tunalokusudia ninachokionesha kwenye YouTube au kwenye TikTok au kwenye mitandao mingine ya kijamii, inawezekana kupata mstari mmoja kwa muda mfupi sana. ingelikuwa na, tunaamini kwa uwezo wa Mungu, tutafikia hapo, tutakuwa na vifaa vya kisasa ambavyo vinaweza vikafanya tufanye uchunguzi wa ziada kuhusu viral load, kuhusu CD4, na kila kitu ili anapopata mstari mmoja, inachukuliwa damu yake, inagawanywa, inaingizwa kwenye mashine za kisasa. Tunajua kwenye CD4 kuna nini, tunajua kwenye CD8, tunajua kwenye vitu vyote takriban kwenye damu. Tunatakiwa kujua takriban vitu kumi na tano ambao tunatakiwa tuwe na majibu nayo, lakini kwa sababu kipato cha ndugu zetu na kipato chetu sio rafiki, sisi hatuombi kwa mtu, aidha we mtawala au tajiri yoyote, hatuendi kupiga magoti kwake. Tunaamini wakati sahihi, Mungu akitaka, tutafikia hapo, na anayekuja kwa T.R. Msigwa ananufaika na kila kitu kinakwenda vizuri zaidi. Lakini kimataifa ni lazima tueleze kwa kina, mtu huyu alikuwa ana lita ngapi za damu na kila lita ilikuwa ina kiwango gani cha VVU, kila lita kulikuwa, yaani kila, kuna uchambuzi ambaye wale wanaoamini walisoma kuliko wengine wanaweza wakaelewa T.R. Msigwa anazungumza nini. Tunaamini tutafikia huko na muda si mrefu. Kikubwa zaidi, tunaendelea kumwomba Mungu atuwezeshe na atuwezeshe kufikia hapo tukiwa salama kabisa, kwa Mungu. Waswahili wanasema hakuna kubwa litafika tu wakati ukifika. Nirudie tena, tuzungumze na T.R. Msigwa ni kupitia 0752819047 au 0713646691. Uwezo nguvu aliyotujalia Mwenyezi Mungu, ndio hiyo tunaionyesha. Tunaweza tukampa faraja mtu wa miaka kumi na saba akatoka kwetu Dar es Salaam, aidha yuko wiki, aidha ana mstari